Bwana Yesu, nasoma neno lako unitumie kama chombo chako kwa jina la Yesu, amen. Simama hapo hapo hivyo hivyo, usikilize maneno haya ya dakika chache ambayo Mungu anaenda kuongea na wewe. Nikusalimie unayenifuatilia sasa Radio Baraka, Sibuka TV, mitandao ya kijamii. Mwombeni Mungu awape roho ya kuomba na kuugua kila mtu. Mungu ampe roho ya maombi ya ku, ya kuugua. Usiombe kwa mazoea. Wakati ulionao ni mchache, unatakiwa uombe kwa uchungu kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya taifa lako. Watu wanapuuza sana na wanasema kila siku, wanasemaga hivi hivi, tuko pale pale, lakini mabaya yako jirani. Kwa hiyo wewe unayetazama, uende ukawa ni mara ya kwanza kusikiliza leo, kila mahali mfunge masaa kumi na mbili siku thelathini. Ikiwa unasikia leo, kuanzia leo, anza leo, hesabu siku thelathini. Na wewe ulikwisha anza hesabu siku thelathini, fanya maombi ya kumwomba Mungu msamaha, muombe baba yako msamaha, mama yako msamaha, wadogo zako wa kike na wa kiume waombee msamaha, mwambie Mungu wamekosa, wametenda dhambi, waombee msamaha na ndugu zenu mko hapa, waizi, walevi, wanaoa, wanaacha, wanazalisha watu ovyo, laana Mtoto akibakwa akalia mpaka kafa, anaingiliwa kinyume na maumbile, anatoa kinyesi, lazima nchi hizo zinuke na lazima zichapwe. Hata nchi hii kuna watu wameshatoa vinyesi wakiwa wanabakwa, watoto wakavuja damu wakavuja damu wakiwa wanalawitiwa, maonezi mbalimbali yanayoendelea yanaenda kuleta lana duniani na mapigo kila kona. Mnatafutwa na mabaya, ninyi watu, mnatafutwa na mabaya, ninyi watu, lieni, yombeni nchi yenu. Usichome mali ulipo, unapokuwa unalala hapa ndipo ninapolala, usipachome moto. Dhambi zako ni kiberiti. Dhambi ya mama yako na baba yako ni kiberiti. Dhambi ya viongozi wa dini ni kiberiti. Dhambi ya, wanas, ya viongozi wa serikali ni kiberiti. Kila dhambi inayofanywa kwenye taifa ni kiberiti. Tulipewa muda na miaka mingi ya kulia na kuombea nchi yetu, hatukuomba tulivyopaswa kuomba. Muda wetu umeshaisha, hizi ni nyongeza tu ambazo tungizitumia vizuri. Mataifa ambayo mko jirani na sisi, mtuonee huruma, mtuombee Mseme Mungu aiponye Tanzania, na sisi tutawaombea tuseme Mungu aziponye nchi zenu. Mataifa na Watanzania mlioko sehemu mbalimbali mnaonisikiliza mbali duniani, iombeeni nchi yenu. Kuna watu sahizi wana ushabiki, lakini watakuja kulia na kusema tulikosea sana katika ushabiki wetu, ushabiki wetu, tulikosea sana pale watakapokuja kuona mambo yamekuwa mabaya. Hii ni nchi yangu, nimezaliwa hapa, nimeolea hapa na watoto katika nchi hii. Amna mpa kuwakimbiza watoto wenu, amna mpa kuwapeleka. Na wewe ulioko katika mkutano huu uliozoelea dhambi, uko hapa, ni mzinzi, ni muongo, unaangalia picha za ngono na mawazo machafu umepewa kitengo mahali, unanyanyasa watu kutumia nafasi uliopewa, unajiona wewe kama wewe, lakini yuko Mungu ambaye ana hukumu. Wiki hii sio wiki ya hukumu, ni wiki ya kuomba rehema. Kila mtu awe sababisho la amani, viongozi wa dini wawe sababisho la amani, viongozi wa serikali wawe sababisho la amani. Ni wiki wa kulinda sana kinywa sijokazani katika kuongea kwako kwingi, unaweza ukayazima mambo yanayoendelea, ila Mungu ndiye anaweza kayazima. Ukiwa peke yako, muombe baba yako na mama yako wadogo zako wa kike na wa kiume. Naombea kama hapa tuko Mbea, naombea mkoa wako wa Mbea, naenda mikoa yote. Kesho kuna mtu nitampa kazi, atatengeneza karatasi, ataandika mikoa hapa ni Mwanza, hapa ni Kigoma, hapa ni nani. Tutataka watu wanaowakilisha mikoa hiyo watasimama hapa mbele, tutasema Mungu, huu ni mkoa wa Mwanza, ulinde. Huu ni mkoa wa Kigoma, ulinde. Yule wa Kigoma yatanyosha karatasi namna hii. Hii ilikuwa ni wiki tu ya kulia na kuomba. Ukasema mbona uhubiri habari ya, ya watu kurudi kwa Mungu? Ndio urudi hivi sasa, uwache dhambi. We ni muongo, unapiga masturbation wewe, unaangalia picha za ngono, uko hapa, utakufa. Tuko wakati mbaya na utaenda jehanamu. Ipokee damu ya Yesu, badilika. Acha dhambi. Ingieni kwenye maombi, tafuteni kabisa, Roho Mtakatifu awajaze, muombe, mlie kwa machozi, kateni kile kinachowazuia msiombe. Sije madam umekuja. Ombe machozi. Vijana mko hapa. Njoo hapa. Vijana barikiwe. Nilikuona jana na ulikuombea hapa. Mungu endelee kukulinda Psi. Ningoja nitoe mfano niseme, panda hapa juu mara moja, panda hapa juu mara moja, niongee na vijana kidogo. Simama hivyo hivyo, alafu tutakupa neno moja, alafu tutaenda nyumbani. Huyu alikuwa jana amesimama eneo hili wakati tunaomba, kawa ameanguka, kabebwa, kapelekwa huko ndani. Hawa ni watu waliobebwa mimba miezi tisa wakazaliwa kwa operation. Kila mzazi alioko mahali hapa, Mungu anampa watoto wema, ila kwa sababu ya kumkataa Mungu ndio tunaharibika. Mimi niliharibika, nilikishaangukia vijiweni, ni Mungu aliniokoa akanitoa akani kule kwa wale wauni, walikuwa kundi ambalo nilikuwa natembea nalo, walikuwa wanavuta bangi wale vijana. Mtaa si tuliozaliwa una, mtaa unavuta bangi na ulevi, lakini sio mtaa wa kawaida. Ni kuna, kuna, kuna nguvu za giza zinapiga mtaa mzima. Kila mtoto anayezaliwa piga debe, muuni haeleweki. Walikuwa wanavuta bangi hivi, akivuta hivi, akivuta anaziba sikio anaziba napua anafanya hivi, anavuta moshi wote unapotelea kichwani. Mtoto huyo hawezi kumjengea mama yake choo. Mtoto huyo hawezi akaoa akakaa kwenye ndoa, lakini alibebwa mimba miezi tisa. Hawa unaweza wakati fulani ukazania ni maskini, sio maskini, hawa ni matajiri, ila kuna nguvu za giza zinawashinda, yes. Wewe binti, uko hapa, umezaliwa na mama yako, unazaa na kila mtu tu, unaleta mtoto ndani, hauna faida. My friend, uje kesho kanisani. Tena hivi, tunabatiza lini Paskali? Kesho uje kanisani hapo asubuhi, takuambia jambo zuri. Nenda my friend, ukazane. Wewe una baraka kubwa, usiende tena kwenye makundi ya wauni Yes. Ujitenge nao, tutakupa marafiki wazuri kanisani, mamako ataona raha, utavaa suti, utavaa tai, utanenepa. Amen. Mabinti ninyi ambao mko hapa, ambao maisha yako yamekuwa ya ovyo, wakati watoto wa wenzako watu wanaenda kwa heshima, wanasema tumeona mtu kwenye familia hii hapa Wajomba wanaitwa na mashangazi wanaitwa, wanasema binti yetu katuletea heshima. Kijana anasema nimependa binti wa nyumba hii. Mashangazi wanakaa pale, inaandaliwa sherehe, unabarikiwa nyumbani, kanisani. Leo unazana, kila mtu umetoa thamani yako. Umekuwa kama choo cha kulipia ambaye kila mtu mwenye haja ukitumia, anakitumia akimaliza, anakiacha ikiwa kinanuka. Mama yako aoni raha, baba yako aoni raha. Ukizani ni ujanja unafaidika, kumbe unaletea kizazi chenu la ana. Umekuwa kaba nguo zako za ovyo, usikii, hauna heshima. Kama binti ambao hata leo Yesu angisema, bado hajazaliwa, angisema apitie kwenye tumbo lako, atapita kwenye tumbo lako na lala na kila mtu? Hawezi kupita. Thamani yako iko wapi kama vitu vidogo vinakutoa roho? Mungu anapomtoa binti anayefunga bikira akifunga ile bikira anayefanya kuwa zawadi kwa mumewe, ni Mungu ndo anayefunga, lakini munazifungua ovyo. Mumekuwa makombo na takataka, na ndoa hazikai. Familia ya wauni, baba mzinzi, mtoto jeuri, huyu mlevi, huyu kibaka, dhambi zimewajaa. Huyu ni mwizi, huyu mlevi, huyu analala baa, mama naye ni jeuri. Mtahukumiwa, mtakufa, mtapotea, mtaangamia. Yesu anasema leo, na wewe unasikiliza, uko nyumbani, hacheni dhambi. Heshima yako iko wapi? Heshima yako iko wapi? Heshima yako iko wapi? Mungu ni mjinga kukufanya bikra? Mungu ni mjinga kukufanya bikra? Mungu ni mjinga? Mungu si mjinga, alikupa heshima, umeiuza kwa chipsi, ukaiuza kwa vijana wavaa mlegezo, wakakwacha unaangaika namletea mama watoto wasiokuwa na msaada, lakini Yesu yuko hapa, anasema njoni mpumzike, njoni ni wasamehe, njoni ni watakase, njoni familia iwe na amani, njoni muwe na furaha. Mama anapozeka, wewe kijana na mama fani, amefanikiwa kuwa na maisha ya ma, maisha magumu, hajafanikiwa kupata fedha, mtoto ndiye anayeleta tena furaha kwa mama huwa anasema napohubiri, kwenye mkutano, kuna wazazi wamezeka, wanaenda kwenye vyoo vya kuchuchumaa miguu na wauma wanakaa, wale watoto wakubwa wa kiume wanavuta bangi. Yeye ndio alikuwa kujenga choo kizuri, anaweka choo cha kukaa, anamwekea mama bafu nzuri, anamletea maisha ya laana. Yesu alikuja kutoa laana zenu nyinyi, alikuja kutoa laana zenu na kwa kupigwa kwake, anasema kubali basi. Mbona dhambi umezitumikia muda mrefu? lini utaacha? tangia umeanza kuzini? Mbona miaka na miaka. Tangia umeanza kulewa, umelewa mapipa na mapipa. Wewe baba unasaliti mke wako huko, hapa, nani anakuambia ulete lana kwenye familia yeno mpaka ulio wazaa na watasaliti wake zao? Nimezaliwa katika familia ya kimaskini tuliopigwa na kuonewa na shetani, lakini nilipookoka nikamwambia Yesu unifanye kuwa mtetezi kwenye familia yenu. Mungu atengeneze kuani, atakeye kwenda kwa ajili yenu, amwage machozi, aliye atoe sadaka. Kubali basi wewe uwe kuani, kubali basi wewe uwe mtu wa maana. Hata wote wakiharibika useme, Mungu basi niokoe mimi ndo, na hawa wafunguliwe kupitia mimi. Mbona wote mnakubali kuharibika? One uchungu, mimi naonaga uchungu. Kuna mafamilia unakuta yamebarikiwa, baba namcha Mungu, mama namcha Mungu, watoto wamesoma, wamebarikiwa, huyu mkurugenzi, huyu injinia, huyu nani, wanakutana mwisho wa mwaka, wanakula Krismasi pamoja, wanachinja mbuzi, wamekaa hapo nakula, huyu anakuja na vijukuu, huyu anakuja na mme wake, wamekaa wote wane. Familia nyingine ni walevi, nyumba zima na hakuna anaeumia Miaka inaenda mpaka sasa, ina vitu livyonavyo vyote chumbani kwako, we kijana, vikiuzwa havifiki laki tano. Miaka inaenda vitu vyote livyonavyo, vikiuzwa havifiki laki tano. Umeichezea nchi, mkayaribu, mkakubali dhambi. Mungu aliwapa amani, akijua mtaomba na wachungaji watakuwa waaminifu, wakaharibika wachungaji, watumishi wa Mungu wakaribika wanasiasa wakaribika, wananchi mnaenda kuiletea nchi balana, mikose, na mikosi na mnajifariji na mkizani watu wengine ni watoa wa amani kwenye nchi. Amani haitolewi na watu wa Mungu, amani inatolewa na maovu yenu. Sisi sio watoa wa amani, si hapa tunaomba kwa machozi Mungu atulinde, ila kumwaga kwenu damu, ujambazi wenu, uchawi wenu, ushirikina wenu, kuua watu wasiokuwa na hatia ndio kunaharibu nchi, sio maombi anaharibu nchi. Ifanyeni nyumba yenu ni mahali pa kukaa. Kuna nyumba nyingine hapa hata mkai hapa, kila mtu na mambo yake hapa. Umeshatawanywa na kupigwa hapa. Hakuna hata siku mkakaa pamoja mkala kuku mkafurahi, kila mtu ongeene mwenzake. Imejaa hasira, taabu kubwa, kila mtu asikie. Heshima yako dada iko wapi? Utatoka hapo bado unaenda kuendelea na zinaa. Kulala na kila mwanaume sio ujanja, ni kujichafua, wanakudharau wanajua kwamba una recovery kwa hapa, maana kila mtu amekuona mtaani, hauna heshima. Kulala na kila mwanamke sio heshima, mwanaume, ni kujidharau, ni kunyoesha kwamba una kitovu kikubwa. Ficha mwili wako, ficha familia yako, ficha heshima yako, ombea watoto wako, ombeni baraka maisha yenu, mkataeni shetani. Kitabu hichi kinasema hivi, nakuombea hapa, nakuacha kinasema. Zaburi ile mia na mbili kuanzia mstari wa kumi na saba Taruka tena msari wa ishirini unasema, atakapoyaelekea maombi yake aliyemkiwa asiadharau maombi yao, ili akusikie kuugua kwake. Msari wa ishirini ili asikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Mungu anaweza kuwafungua walioandikiwa kufa, lakini mpaka waende levo za kuugua. Utani huko kwenye nchi hii, mimi naongea hapa naongea na watu wengi wanasikiliza, huko kuna watu wanaitikia na kuna watu wanadharau. Utani huko lakini, amani mliopewa na Mungu amkupewa amani ili mfanye dhambi. Mlipewa amani ili mumche yeye, amen. Mtapigwa hakuna wa kuwaokoa na laiti mgesikiliza watumishi wa Mungu wa ukweli, mkafungua mlango, wawaambie mambo ya kuumiza, mwenda mgiponya taifa mlikuwa mnasikia, mtayaona kwa macho. Rehema itakuja mpaka vile viwango vya kuugua. Nasema ombeni, mtakatifu awaombee kwa uchungu, awasaidie. Na vijana, msijiunge kwenye makundi ya wauni na vikundi vya kigaidi. Vijana wa Tanzania, msijiunge huko kwenye makundi ya wauni na vikundi vya kigaidi. Msijiunge, msijiunge huko yale mapepo, yale Tokeni, mtakufa vibaya. Mshahara wa ma, mshahara wa dhambi Biblia inasema ni mauti, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kama kuna mtu anasikia hapa, amejiunga kwenye vikundi vya kigaidi, amesikia hapa sasa hivi, umejiunga katika vikundi vya kiuni, utoke huko. Na mwisho, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. hakuna hakuna kuvuna tofauti, apandacho ndicho mtu dichoaachokivuna. Anasema wale wanaolia na kuomboleza tia alama, na hawa ambao wanaona kawaida wale washike vitu vya kufisha. Kuna wakati Mungu hawezi akafanya vitu akafanya vitu ambavyo vinazidi kufanya watu wengine wazidi kuwa wajeuri. Ni kweli Tanzania imeandikiwa kutoa uamsho duniani, halitapingika, lakini uamsho unaenda kutokea. Uamsho <coughs> unaenda kutokea, ni uamsho wa, wa machozi. Sasa ombeni Mungu awasaidie wa, awaepushe. Mtaenda kweli kuhubiri dunia nzima, watu wengi wataokoka, watasema ni mtanzania yule, lakini umetokea wapi? Ombeni amani nchi yenu mbeni amani nchi yenu, na wote wanaofanya mabaya waache mara moja. Fungeni siku thelathini, acheni kula. Kila mtu acheni kula, wengine wanaokula wanadharau, wache waendelee. Mwambie Mungu, tuepushe na mabaya yajayo, ficha nchi yetu, tuwekee ukuta wa moto, tuepushe na maadui wabaya walioko ndani, tuepushe na maadui wabaya walioko nje, tuimarishe, tufiche tupe umoja m tupe huruma tupe kupendana tupe kuheshimiana. Fumba macho yako. Bwana Yesu, asante kwa maneno haya ambayo nimeatamka mbele ya watu hawa leo. Imesomwa Zaburi mia na mbili na mstari wa kumi na saba na wa ishirini unasema utakapoelekea maombi yake aliyemkiwa, usiadharau maombi yao. Kumbe mkiwa akikuomba, kumbe mkiwa akikutafuta, utamsikia wala utamdharau. Aliyeonewa akigaragara chini, utamwitikia, ili usikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Na kuomba Mungu wale wote waliohudhuria mahali hapa waliokuwa wameandikiwa kufa na wale wanaosikia walioko nyumbani, na ndugu zetu ambao hawajasikia, walioandikiwa kufa, kawafungue. Ikiwa wameugua wameumia, wafungue, watoe kwenye yale maandikio ya kufa. Tunapokuja kesho Jumamosi, tutakuja na watoto wetu. Huyu ana watoto sita, huyu ana watoto watatu, huyu ana na watoto wanne. Tutamwambia Mungu, wazingire kwa moto wako na ule anayesikia kupitia mitandao ya kijamii Sibuka TV, Redio Baraka, naye akae sebuleni, atulie, asitoke, amwambie Mungu, niko na watoto wangu hapa, naungana na yale maombi yanayoendelea mbele ya Mungu. Awafiche siku za hatari, aifiche nchi, aifiche mipaka yake, atulinde, atuhifadhi, atuondolee roho chafu, atupe roho za kumcha yeye, kwa jina la Yesu Kristo. Na ikiwa kuna mtu leo anasema mimi nami, ni mtenda dhambi, nimeoza, nanuka, nimetumikia dhambi miaka mingi, akija Bwana ukampokee kwa jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Ikiwa kuna mtu anasema, simama juu wote, weka mikono yako kifuani, fumba macho yako. Ikiwa kuna mtu anasema, Mchungaji, mimi ni mtenda dhambi, ni mwovu, sifai, nataka Mungu anisamehe, nataka Mungu aniokoe usiondoke bila kukuombea maombi haya. Ikiwa huko njoo hapa mbele mara moja, nasema mchungaji, mimi hapa, nataka nianze maisha mapya, nakataa maisha ya zamani. Chukua hatua, njoo hapa mbele mara moja nikuombee. Mungu nasema mchungaji, mimi nimetenda dhambi, nataka niache mabaya yangu. Njoo hapa mbele, mpatie maiki Tunyoshe mkono na we ulioko nyumbani, unayetazama TV, unasikiza redio, baraka mitandao ya kijamii, ukiwa sebuleni mwako, ukiwa kuna mali umetulia, natufuatilia na ibada hii, unasema na mimi ni mtenda dhambi ni muuni, sifai, sina heshima, nastahili kwenda jehanamu, niko tayari kuokoka. hapo hapo ulipo, nyoshe mikono, hii sala inafika hii, na Mungu wa mbinguni atakusamehe kabisa. Weka mkono wako kifuani Funika macho yako, fatisha kwa maneno haya, sema: Bwana Yesu, mimi mtoto wako nimekutenda dhambi siku zote, nimekuuzi, nimekusumbua. E Yesu, ulitumwa duniani kwa ajili yangu, ukafa msalabani ili unikomboe. Yesu wangu, ninakushukuru kwa kunifia. Nami sasa nimesikia sauti yako, nimekubali, nimekuja kwako uniokoe. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. E Yesu ninaomba, uniandike katika kitabu cha uzima, niwe mtumishi wako, nikutumikie maisha yangu yote, nisirudi nyuma. Nami leo namkataa shetani na hila zake zote na mikosi na baraka ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninakupokea we Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Ninakushukuru kwa kunipokea, katika jina la Yesu, amen, amen. Kitabu cha Marko sura ile ya 16 na ule msari wa 16, kuanzia msari wa 15 unasema hivi Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe aaminiye. Na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Wewe ulioko hapa, ulioko unahudhuria semina, na wewe ambaye ukufika mahali hapa, uko nyumbani leo, lakini unatufuatilia, baada ya kuokoka, Yesu anasema huyo mtu abatizwe, na ubatizo una nguvu na maana, kwa sababu Yesu mwenyewe alipokuwa Yohana ili abatizwe, Yohana akamkatalia, akasema wewe unibatiza? Akasema, lazima unibatize ili nitimize haki yote. Nisipobatizwa mimi, Abiudi, atagoma. Na ubatizo unamhusu mtu mzima, sio mtoto, kwa sababu maana kubatizwa baada ya kukiri kwamba wewe ni mtenda dhambi na leo hii umekuwa kiumbe kipya, unahusika ule Sasa ninyi, ambao mmeokoka hapa, msitoke, tutaonana baada ya ibada e.